Sakata la kukamatwa kwa mwenyekiti wa Chadema Taifa, ndugu Tundu Lissu limeibua maswali mengi katika jumuiya za kimataifa. Mashirika na taasisi mbalimbali mbali za haki za binadamu na misaada ya kisheria zimeendelea kutoa kauli mbalimbali kufuatia kukamatwa kwa Tundu Lissu. Lissu ambaye ni mwanasheria msomi, kiongozi wa upinzani na mgombea urais mwaka 2020 alikamatwa katika wilaya Mbinga huko mkoani Ruvuma katika mkutano wa hadhara. Baada ya kukamatwa alisafirishwa hadi Dar es Salaam kwa hatua nyingine za kisheria ambapo anatumiwa kuhusika na makosa matatu ikiwemo kosa la uhaini. Lissu alisomewa mashtaka yake katika mahakama ya kimkazi Kisutu na shauri lake li lilipanga kusikiliza Aprili 24. Taasisi ya uangalizi wa haki za binadamu duniani Human Rights Watch umeibuka na kutoa msimamo wao kufuatia kukamatwa kwa tunduliso kupitia katika ukurasa wao wameandika na kusomea kwamba Wiki iliyopita mamlaka za Tanzania walimkamata kiongozi wa upinzani na mgombea urais kwa mashtaka ya kutengenezwa na kukizuia chama chake kutoshiriki katika uchaguzi mkuu. Kiongozi wa upinzani Tanzania, Tundu Lissu anashtakiwa kwa makosa ya uhaini baada ya kukamatwa Aprili kumi. Mamlaka zilisema kwamba kampeni ya Chadema ina mpango wa kuvuruga uchaguzi mkuu ujao wa mwaka 2025. Lakini pia Chadema imegoma kusaini kanuni za maadili mpaka pale ambapo kutakuwa na maboresho ya sheria za uchaguzi. Pia tume ya uchaguzi imekiondoa chadema kushiriki uchaguzi mkuu. Viongozi wamekuwa wakiwabana wapinzani, kuzuia mitandao ya kijamii pamoja na kuzuia vyombo huru vya habari. Rais wa Tanzania ni lazima aondoe mashtaka dhidi ya Lissu na kuhakikisha kwamba vyama vya siasa na wapinzani wanashiriki kutoa maoni yao, ni sehemu ya andiko la Human Rights Watch, waangalizi wa masuala ya haki za binadamu duniani.